wote tumeitwa kuwa mahujaji wa matumaini kwa kuwa jubile ikuya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo, tumeitwa kuwa ishara wazi zinazoonekana na matumaini, tuwe chanzo cha uhai usio na mwisho katika maisha yetu. Baba Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tutaitikia na awe rohoni mwako. Mungu aliye faraja yetu na awe nani nyote. Ndugu na wapendwa sana sisi, tunaoanza hija hii takatifu ya jimbo la Geita kwenda parokia Nyanta kubwa na msalabani Nyamatongo, tunatakiwa kujiuliza ni kwa nia gani tunataka kulikamilisha lengo letu hili sehemu hiyo ambayo tunatamani kuitembelea itoe ushuhuda wa uchaji wa taifa la Mungu ambalo linakwenda huko tena na tena ili kutoka huko lifaidike katika maisha ya Kikristo na hivi liimarike vikubwa na lijiandae kwa ajili ya kutekeleza daima matendo ya upendo. Na huko Nyatakubwa tunakokwenda sisi wenyewe lazima tupeleke kitu fulani tukaonyeshe imani hasa mfano wa imani, matumaini na mapendo yetu ili wote wenyeji na wageni tutajirishwe kwa makuzi ya pamoja. Kwa imani tumwombe Mungu aliye mwanzo na mwisho wa hija yetu ya kibinadamu, tukisema wote tuitikie: upende kutusindikiza katika safari yetu. We Bwana, upende kutusindikiza katika safari yetu. We Baba uliye mtakatifu, ulijionyesha kuwa mwanga na kiongozi kwa taifa lako lililo hiji jangwani. Upende kutujalia ulinzi wako sisi tunaoanza hija hii, ili tuzidishe ili tuzishinde hatari zote na turejee kwa furaha nyumbani kwetu. Upende kutusindikiza katika safari yetu. Hewa, ulituonyesha mwanao pekee kuwa ni njia ambayo kwayo tunafika kwako. Utujalie tudumu kiaminifu katika kumfuata Yesu. Upende kutusindikiza katika safari yetu ulituonyesha mama Bikira Maria kuwa ishara na mfano wa kumfuata Kristo, utujalie ili kwa kumtazama yeye daima tutembee vyema katika upya wa uzima. Upende kutusindikiza katika safari yetu. Wewe kwa njia ya Roho wako Mtakatifu unaliongoza kanisa linalosafiri hapa duniani, utujalie ili tunapokutafuta wewe uliye juu ya yote tutembee katika njia ya amri zako. Tupende kutusindikiza katika safari yetu. Bwana wewe unayetuita kwako kwa njia ya haki na amani, utujalie ili siku moja tuje tukuone wewe katika makao ya milele. Tupende kutusindikiza katika safari yetu Bwana. E Mungu mwenyezi, unawajalia daima huruma yako wale unaowapenda na unakuwa karibu na wale wanaokutafuta Watazame kwa huruma watumishi wako wanaoanza hija yao. Uongoze hija yao katika mapenzi yako, ili mchana wakingwe salama na kivuli chako na usiku waangazwe kwa nuru ya neema yako. Wanapotembea kuelekea huko waendako, wasindikizwe nawe waweze kufika kwa furaha, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako. Malikia Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa